Historia hupata kujirejea kama ilivyo mwaka huu uchaguzi kufanyika 29 Oktoba. Basi mwaka 2000 uchaguzi wa pili wa vyama vingi ulifanyika tarehe hiyo hiyo. Uchaguzi ulishuhudia mvutano mkali wa kisiasa baina ya CCM na CUF, lakini kitu pekee tunaweza kukumbusha kwenye uchaguzi wa 2000 ni ucheleweshwaji wa muda wa kupiga kura, ambapo inaripotiwa kuwa kwenye baadhi ya vituo upigaji wa kura ulichelewa kwa masaa matano zaidi, hali ambayo ilimtia mashaka mgombea wa upinzani Seif Sharif Hamad ikiwa uchaguzi huo ulikuwa huru na wa haki. But so far we are not, uh, satisfied with the things how they go. uh, very, very not, very disappointed indeed. We thought that, uh, we should have, uh, a very smooth election, fair and free, but no, it is not. Amani Abeid Karume mgombea wa chama tawala CCM wakati huo aliibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro hicho, hali iliyozua machafuko ya kisiasa kuwahi kutokea. Vipi, una utazamaji wa uchaguzi huu wa 2025?